Zaidi ya watu 35 wameuawa katika mashambulizi na milio ya risasi na Israeli tangu alfajiri ya Jumamosi, vyanzo vya hospitali huko Gaza vinasema. Shambulizi kwenye nyumba moja katikati mwa Gaza lilisababisha vifo vya takribani watu 11 zaidi ya nusu yao wakiwa wanawake na watoto, kulingana na maofisa wa hospitali ya al-Ahli Arabu katika mji wa Gaza. Wahudumu wa afya walisema watu tisa wa familia moja ni miongoni mwa waliouawa katika shambulizi la Israeli kwenye kambi ya wakimbizi ya Nuseirat, na takribani watu sita wanaripotiwa kuuawa walipokuwa wakitafuta msaada katikati na kusini mwa Gaza. Inakuja siku moja baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuambia umoja wa mataifa kwamba Israeli lazima imalize kazi dhidi ya Hamasi. Jeshi la wanaanga la Israeli linasema limepiga takribani shaba 120 katika ukanda huo tangu Ijumaa. Ni pamoja na, jeshi linasema, majengo yanayotumiwa na vikundi vya kigaidi, wapiganaji wa kigaidi na miundombinu mingine. Ni wazi kumekuwa hakuna kulegea katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Israeli yaliyopanuliwa ardhini dhidi ya Hamasi, ambayo sasa yamelenga zaidi Gaza City, ambapo Israeli inasema ni ngome ya mwisho ya kundi hilo lenye silaha. Mamia ya maelfu ya wakazi wamekimbia kituo kikuu cha mijini cha eneo hilo ambapo njaa ilithibitishwa mwezi uliopita na shirika linaloungwa mkono na Umoja wa Mataifa, lakini mamia ya maelfu zaidi wanasalia huko katika hali mbaya ya kibinadamu, huku afya na huduma zingine muhimu zikiporomoka. Wanatuambia twende huko, kisha turudi hapa. Watu wako mitaani kusini, wametawanyika kila mahali. Twende wapi? alisema Swala Subi Bakri kama alivyonukuliwa na AFP. Dunia inataka nini kutoka kwetu? Je, Netanyahu anataka nini? Hamasi wanataka nini? alisema watu kadhaa wa familia ya Bakri waliuawa wakati wa shambulio kwenye kambi ya wakimbizi ya Alishati katika mji wa Gaza, shirika la habari liliripoti likinukuu shirika la ulinzi wa raia linaloendeshwa na Hamas. Wakati wito wa kimataifa wa kusitishwa kwa mapigano ukiongezeka maradufu ukimalishwa na utambuzi mpya wa utaifa wa Palestine katika Umoja wa Mataifa wiki, Israeli ilisalia na nia ya kudumisha shinikizo kubwa kwa Hamas kujaribu kuilazimisha

Huo ulikuwa ujumbe kwa mara nyingine tena kutoka kwa Waziri Mkuu Netanyahu kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani siku ya Ijumaa, ambapo wajumbe wengi walitoka nje kwa maandamano alipokuwa akipanda jukwaani kuhutubia. Donald Trump kwa mara nyingine tena ameelezea matumaini yake kuhusu kufikiwa kwa makubaliano ambayo yatawezesha mateka hao kuachiliwa huru na kusitishwa upya mapigano huko Gaza. Ni alisema timu yake inakaribia kufikia lengo hili kwani kile alichokiita mijadala yenye msukumo mkubwa na yenye tija ilikuwa ikifanyika. Mjumbe maalum wa Trump katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff anasema kuwa Marekani imekuja na mpango mpya wa amani wenye pointi 21 kwa Mashariki ya Kati na Gaza. haijawasilishwa rasmi, lakini ripoti mbalimbali za vyombo vya habari zimeweka kile kinachotajwa kuwa vipengele vyake muhimu. Haya yanaripotiwa kwenda zaidi ya kuachiliwa kwa mateka wote, idadi kubwa ya wafungwa wa Kipalestini na usitishaji mapigano mara moja, kujumuisha kile ambacho gazeti la Times of Israel linasema kitakuwa njia ya kuelekea taifa la Palestine la siku zijazo, lakini hilo ni jambo ambalo Netanyahu alikataa vikali katika hotuba yake kwa Umoja wa Mataifa. Pia imeripotiwa kuwa mpango huo utawawezesha ni kusalia katika ukanda wa Gaza badala ya kuwahimiza wengi kuondoka. Masharti kama haya, ikiwa yatathibitishwa hakika yatakuwa ya mazungumzo wakati Trump atakutana na Netanyahu siku ya Jumatatu. Matumaini ya kiongozi huyo wa Marekani yanaweza kukaguliwa katika mkutano huo. Gazeti la Times of Israel ambalo linasema kuwa limeona nakala ya pendekezo la Marekani linasema kwamba pia ni pamoja na kujitolea kwa Hamas kupokonya silaha, pamoja na kuondolewa kikamilifu kwa Gaza na kuanzisha mchakato wa kuondoa itikadi kali za watu. Ni wazi kwamba Hamas na serikali ya Israeli italazimika kufanya maafikiano makubwa kuliko walivyojitolea hadi sasa, ikiwa mpango huo kama ilivyoripotiwa hadi sasa ni kupata nafasi yoyote ya kufaulu. Jeshi la Israeli lilianzisha kampeni huko Gaza kujibu shambulio lililoongozwa na Hamas kusini mwa Israeli mnamo tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 ambapo takriban 1200 waliuawa na wengine 251 walichukuliwa mateka. Takriban watu 65549 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli huko Gaza tangu wakati huo, kulingana na wizara ya afya ya eneo hilo inayoendeshwa na Hamasi. Waandishi wa habari wa kigeni wamepigwa marufuku kuingia Gaza kwa uhuru tangu Israeli ilipoanzisha mashambulizi yake mnamo mwaka 2023 kufuatia mashambulizi